Unatakiwa uje nyumbani ujitambulishe, unitolee posa kisha unioe. Mbavwe, yaani sisi ni maskini alafu wewe unataka kuolewa na mwanaume maskini? Huyo mwanaume kufika simtaki kwenye familia yangu. Kwa jambo kubwa ambalo limenileta hapa, nimekuja hapa kijijini kwa ajili ya kutafuta mke. Unataka Zena aolewe na ndugu yangu baada. Hivi naota au bado nipo usingizini? Hebu nifinye kidogo, uende kaa. Bado naota, nifinye. We Zena, nakuja. Unaitwa na mjomba wako, mwambie fanya haraka. mke wangu. Na leo bwana, niko nataka kutoka kwenda kujitafutia, lakini Mungu si asmani akajibu maombi yangu, akasema Bwana Chiba, unaenda wapi? unaenda kutafuta pesa? Hapana, leo pesa zitakufata nyumbani kwako. Pesa zinakufata hadi nyumbani kwako. Tulia mama, tulia. Hivi unamfahamu Zege? Aa, Zege ni ule kijana ambaye anakaa nyuma ya shule wenye mjumba mkubwa wale, eh, wenye wale matajiri matajiri wale, kumjui? Simfahamu. Sasa ngoja nikueleweshe bwana. Zege amekuja hapa, si unafahamu, ana ndugu zake wengine wako mjini kule, eh, matajiri matajiri sasa. Ana ndugu yake mmoja huyo anaitwa Adamu, amekuja kijijini, amekuja kuoa sasa ha amezunguka hapa kijijini kutafuta mwanamke wa koa, lakini macho yake yameona hapa nyumbani kwangu, na macho yenyewe yamemwona binti yangu Zena. Na kwa maelezo ya Zege kuhusu huyu bwana Adamu, anaonekana tajiri vibaya mno, ana pesa chafu sana, anakuja kubadilisha maisha maisha yetu yanakuja kubadilika. Sasa hii bahati tusiichezee. Umenisikia Zena? Tena nakuomba ujisitiri, ujisitili. Kuanzia leo, wewe ni mke wa mtu. Kukaa kichwa wazi sipendi. We mama, kaa na shangazi yako, mfunde jinsi ya kukaa na mume, mpe mila zote, ili ajue jinsi gani ya kuishi na mwanaume. Umenielewa? Zeno. Umenielewa mjomba, na kuheshimu sana, ila kwenye hili utanisamehe, sihitaji kuolewa na mwanaume yoyote tofauti na Kilaka. Uamuzi wangu ndio huo. Shoga, sinikamfata huyo kiraka. wanaume wabaya nyie! yule bwana katoa mineno michafu eti yo, mi Zena nimemgaramia, alafu mjomba wake anakuja kunikataa. Kwanza sitaki hata kumuona, kule ameongea maneno hayo <laughs> sasa, shoga wangu mi nikudanganye? Kwanza kasema hata nisikuambie, nikasema aka shoga yangu, lazima nikwambie, auwezi kuolewa. maneno mabaya, mi nikanyamaza kimya, ila hata usimtafuti. Huu mwaka umeanza vibaya sana kwangu, nimekataa kuolewa kwa ajili ya kilaka alafu, naye ndo anaongea maneno haya. Kuolewa kuolewa na nani tena? kata hujaniambia hilo jambo. Unamjua yule zege wa kule bondeni maeneo ya shule ku yule mtengeneza vitanda huyo. E, mm huyo -hmm. Ana ndugu yake ametoka mjini, amekuja kijijini kwa ajili ya kutafuta mke. Sizege ndo amemleta nyumbani, mwanaume mm -hmm. wa mjini atasikushaulisho gangu atakuja kukupiga bomu hilo ukalia kama mtoto mdogo. Alafu niliambiwa naume wa mjini nauma na magonjwa makubwa au kalizoko natafuta a kufia. Sasa nitafanyaje? kiraka yenyewe ndo huyo shoga yangu. Sasa hivi usimtafute huyo kiraka na usikubali kuolewa na huyo mwanaume. Niachie mimi niwaze kwanza, nikipata jibu nitakuita. Ntakuita, si unaniamini shoga yangu?

Kaka, no. Muda sasa mwanangu, mimi na haraka nataka niondoke, ongee ah, basi hiyo issue. nataka ni nimalizie kwanza hapa. Mm. Iko hivi. Mimi leo nimeweza kukutana na Fifi. Lakini kuna maneno ambayo ameniambia nibaki, e, naumia moyo Fifi. Maneno gani amekwambia? Ameniambia kwamba Zena kamtuma, mm, aje kuniambia kwamba Zena hanihitaji, hanipendi na hataki hata kuniona. Kiukweli akili yangu haikuwa sawa kwa muda ule alionambia, na mpaka sasa hivi unavoniona ni kwa dilema, sidai chochote. Nilikwambia mimi we, mbishi sana, Zena sio saizi yako Shida, na nampenda. Yani Zena kumwacha ni ngumu, nampenda sana, yani ngumu sana. <sighs> Halafu tena. Yani Fifi ndo wanazidi kunichanganya akili yangu Simuelewi kwa sababu Fifi, yani ananitaka kimapenzi kwa muda mrefu sana, ili hali anajua kabisa niko kimapenzi na rafiki yake eh. Sasa nawezaje kudate naye tena? Ah. Bro, unajua una bahati sana, kila mwanamke anakutaka we tu. Mimi bahati hiyo sina, lakini uweze kubaki na huyo Fifi, usimng'ang'anie Zena, ni maamia, ubaki na huyo Fifi kaka. Shida ni moyo Mi napenda sana kusikiliza moyo wangu unataka nini. Unasemaje? wanawake kibao wapo, lakini bado nampenda Zena. Inaonekana unapenda sana maumivu kaka. Kwa hiyo mpango wako ni nini hapo hapa? Sina maamuzi yoyote, ni lazima kwanza nikutane na Zena halafu mwingine atafata. Ndio maana malaria anakuwa sikuishi kwa sababu haufanyi usafi kwenye mazingira na ukuzunguka. Kwa hakikisha majani unakuwa na fyeka vizuri huku, pia kwetu haya majani majani ng'oang'oa, yaani sehemu ikae salama ili uweze kuepuka magonjwa ah, zege. Fifi, huyo huonekane siku hizi. Hii njia sasa hivi sipitipiti sana , napita njia ya kule hivi. Ah, naona kuna mgeni <laughs> Ndio, huyu ni kaka yangu, anaitwa Adam ametokea huko Dar es Salaam na nakaja hapa kijijini kutafuta mke wa kuoa, sasa changamkeni wanawake kijijini. Adam, mambo. Poa. Mimi ni Safifi. Nakaa huko hivi unapita njia hii hapa hivi unatokea kula hivi utakuta nyumba ina mikorosho. Nashukuru na kukufahamu Fifi. Zege, kuna kitu muhimu nataka kuongea na wewe. Ni nitafuti kabla ujaribu. Adamu, bai. Aya bai. Ah, ndo warembo wenu kijijini uh. Ah, bwana, ndo kwenye mziki wale wanaweka duwala wanakatika au? Uh, huko ndo unapomalizia pesa zangu za ujenzi. Kesha majani hapa sitaki kuyaona, sawa kaka? Mfata nini hapa shangazi? Nimemfuata Zena. Wewe unapenda kumtafutia matatizo mwenzako. Lakini shangazi, Zena bado nampenda na natamani awe mke wangu, nifunga naye ndoa. hmm. Najua kama Zena unampenda, hebu jaribu kucontrol hisia zako. Hivi unajua kama Zena hayupo hapa na mjomba wake anamtafuta, haonekani mpaka hivi leo. Zena hayupo, yuko wapi? Mimi nikuulize wewe, mimi najua yupo kwako na mjomba wake anajua ipo kwako wewe, na nakupa kazi ya kumtafuta Zena. Nataka leo jioni, Zena wekesha, rudi hapa nyumbani Tawata! Tawata! Adame wangu, come on, kuja hapa Ulikuwa wapi? Nilikuwa hapo nje tu. Zena yuko wapi? Zena sijamuona nie. Sitaki mnitie aibu mimi, nimeshakubali kupokea barua ya watu. Hivyo basi, naomba ukamtafute Zena. Kikipita kiza cha leo, basi nisimuone hapa nyumbani, na we pia usirudi hapa bila Zena kurudi nyumbani, umenielewa? Zena Hmm. Shoga yangu umefikia wapi kuhusu leswala la kuambiailisha kuambia azina? Ilo swala niachini sasa hivi cha kuzingatia usikubali kuolewa na we mwanaume wala usimfatifati we kiraka kuna mipango yangu bado naiweka sawa ikitiki tu nakufuata pale pale kwa mjomba wako Ii muda wanazidi kwenda, nyumbani pashakua pachungu, yaani naogopa hata kukaa yaani, imefika steji namkimbia mjomba, nikimwona hivi namkimbia. Iloswaanichie mimi, sunaniamini Sasa hivi baada ya jioni urudi sawa. Kwa nini? sasa hivi sio muda sahihi. Nenda, nenda, nenda. Jioni utakuja utakujanikutafute. muda huu na leo nilikwambia nitafute, afu kuna jambo muhimu we. Sasa hivi nenda afu jioni utakuja, tutaongea vizuri. Sasa hivi sio muda sahihi. Nenda jioni utakuja. Shoga yangu, nani tena naigonga ume? Ah, umefuata ela zau za sungusungu, nami sina hata mia hapa nilipo. Narudia tena kusikubali kuliwa na wewe mwanaume. Wanaume wa mjini si wanaume. Mi ntafanya kila kitu mpaka hili jambo liwe sawa. Mdogo wangu, nimekuja hapa kuhusu masuala ya shemeji yako. Nimechoka na maisha ya shemeji yako, nimechoka kupigwa, kufanywa ngoma kila siku. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Nikikwambia nimechoka, jua nimechoka. <laughs> Makubwa yaani, nilijua tu, yaani ule uji wako tokea unavyotoka kule nilikuona kabisa uu jio sio waheri Hivyo we dada, katika kijiji chote hiki ukamwona mwanaume Chiba kwa kipi alichokuvutia pale eh? Alikudanganya na pesa eh? Eh? Yani anachonifanya Chiba mimi huwezi amini, maisha ninayopitia mimi huwezi amini kilichonileta hapa na kilichonitoa huku ni kitu hichi kimoja tu, kuishi na Chiba. Basi lazima uchoke kwa kipigo hiko, lazima uchoke. Hakuna mwanamke sasa hivi anayevumilia kipigo, sijui unanielewa, dada yangu. Angalia sasa hivi ayo makovu yaliyo kutoka, dada una makovu, utasema unaenda kufanya kupigana ubondia huko nini? Yani uwe yani uchiba ana nini dadaangu, mpaka unavumilia vipigo vyote hivyo ha? Hapana mdogo wangu, nimechezewa na wanaume kijijini hapa. Hakuna mwanaume hata mmoja alionioa. Kwa hiyo alivyokuja Chiba, alivyotaka kunioa, nikamwona mwanaume sahihi kwangu, lakini kumbe alikuwa sio sahihi kwangu. Sasa anakukuta dadangu, sijui unanielewa Kipigo hakuna mtu anachovumilia, hakuna mtu anayevumilia kipigo. Sawa, wewe sio ngoma. <coughs> Nimekuja tu mdogo wangu, nishauri. Swali zuri. Unataka nikushauri? Wacha nikushauri, usione hizi ndoa zote zimetulia katika majumba, dada. Hawa wanaume kuna jambo wanafanyiwa. Wao wanajikuta wagewage wage, wanajikuta wenda wazimu. Kuna wenda wazimu zaidi yao. Dada, wanalogwa mm, wanalogwa sasa. Basi, kama unampenda huyo chiba wako na unataka kumtuliza, nitafute kwa muda wako, nikupeleke sehemu sahihi mm, tutampiga kama ngoma esanalaa kupige tuna tunamzibua yule kama ngoma. Nisikilize mimi mm. Alafu nataka niondoke kwa bibi Dada kadi tatu, tulia hivyo hivyo, nikupashe uende kwa bibi ili waje. Yaani unatoka katika nyumba yetu ya ulisi unamwachia yule chiba wako uende eti naenda kat... kwa bibi? Dada, nyumba kama imekushinda dada, toa na ile chiba yako, tokeni pale. Lakini usiniambie eti kwamba mguu, mosi mguu mguupele unaenda kwa bibi, uongo huo. Sijui unanielewa umenyelewa vizuri. <coughs> Wakitaka vita ondoka, uh -huh. Ina maana Zina karudiana na Samsoni? Atakuniangusha na mimi si ndio? Unataka kuniangusha na mimi? mwanaume ananyanyua mkono wake kumpiga mwanamke hafai kuwa mume. Hivi shangazi, we mbona mjomba kila siku anakupiga? Je, ni mwanaume sahihi kwako?